Nam waligani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza kutazama video hapa, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Harmonize ameweza kufikisha streams milioni moja katika mtandao wa Apple Music kule nchini Marekani. Sasa ukitazama ngoma hii uh, wameweza kuangalia watu uh, wanaotokea nchi ya Marekani peke yake sasa nimejaribu kufuatilia kwa kina e, kiasi ambacho Harmonize ameweza kukiingiza kupitia ngoma hii. Sasa kana mwanzo mwisho kufahamu ni nini ambacho Harmonize ameweza kukivuna kupitia ngoma yake ya Single Again. Sasa ukiangalia okay, how much does Apple Music pick for one million streams in USA. Ukiangalia uh, ni kiasi gani ambacho uh, Apple Music wanalipa uh, kwa one, one million streams kwa nchi ya Marekani. Sasa hapa nakusomea kwa Kiingereza but then atakuelezea kwa Kiswahili. Ukitazama uh, katika upande wa Google uh, ni kwamba uh, kama ufahamu kwamba Apple Music ndio, ndio, ni stream uh, ni, ni stream ambayo inapatikana au sio? Katika, katika mtanda mtandao kijamii ambapo wanasema aa, maana yake so, ili uweze kusikiliza ngoma inabidi uweze kulipia na uweze eh, kupata pesa. Sasa ukiangalia okay, streams maana yake utalipa kwa dola 0.01 sasa mwanaizi ukiangalia okay, katika eh, mfano eh, kama Uh, album imeweza kupata streams laki moja manaake utapata dola elfu moja au sio? Na kama itapata eh, milioni streams utapata dola elfu kumi Kwa hiyo unaweza uh, ukachukua eh, zile dola ukakonvert katika eh, pesa ya nchi yako. Sasa ukiyatazama eh, katika hii ngoma imeweza imeweza kufikisha, eh, uh, dola kufikisha eh, streams milioni moja ambapo inaonekana Uh, ni pesa ndefu sana kibongo bongo, unaweza uh, kuiconvert katika uh, hela za kibongo. Lakini ukiangalia wenyewe, unaweza kuelezea vizuri kwamba uh, hapa music pa paper streams is influenced by your listener geographic location. Maana kuna watu wengine uh, wanatokea nchini Marekani, wengine Ulaya, Asia. Kwa hiyo hapa kuna nchi kama 167 au sio, mikoa au sio, na mipaka ambapo uh, hapo music inafanya kazi kwa hiyo inaonekana unaweza uh, ukapata uh, pesa nyingi kutokana na nchi uh, husika inayotazama uh, hizo streams zako. Sasa mfano hapa wakaweza kutoa mifano kwamba another factor, yani kitu sababu nyingine anayofanya kuweza eh, kulipa eh, kukulipa katika streams, kupitia wasikilizaji zako, wasikilizaji zako wako ni wale ambao wana subscribe yani wanalipia subscription zile wanalipia ili kuweza kusikiliza vibao vyako, ambapo anasema kwamba free experience through a paid subscription which include, manake nakuta mfano uh, kuna uh, wanafunzi uh, lakini pia unaweza kulipa dola tano dola kumi kwa individual plan kwa, kwa famili dola kumi na sita alafu kumi na tisa fu kwa hiyo ukiangalia hivyo sasa, sijajua kwa Harmonize ameweka katika kategori gani, lakini ukitizama ngoma hii imeweza kumpa pesa nyingi sana na kama atakuwa eh, katika upande wa subscription, maana yake atakuwa ameingiza pesa nyingi sana. Sasa um, mfano mimi nachukua tu hichi kiasi cha dola elfu kumi wakisema ukiingiza streams eh, milioni moja katika Apple Music, so, upande wa utakuwa umeingiza shilingi ngapi? Sasa ukiangalia upande wa dola elfu kumi, dola elfu kumi ukikonvert katika hela ya kitanzania ni sawa sawa na milioni ishirini na sita eh, laki nne sabini na nne elfu mia saba themanini na nne point hamsini maana yake kwa hiyo ayo mafanikio maana yake, a Harmonize ameingiza zaidi ya milioni ishirini eh, ishirini na sita na laki nne eh, katika streams zozote alizopata dondosho, maana yake kisha na subscribe.